kwamba wanaweza wakaungana na sisi katika kupambana ili iwe sababu ya kuweza kuitoa CCM madarakani, lakini wakapata vikwazo kutoka katika maeneo yao ya kisiasa waliokuwa wanayapigania. Kwamba muda ni huu sasa wa kuweza kuja kuungana nasi ili kwa pamoja tupambane kuhakikisha kwamba CCM tunaitoa madarakani. Sisi kama chama cha wananchi tunaamini kwamba muda umefika sasa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutolewa madarakani kupitia boksi la kura. Sisi tunaamini kwamba Samia Suluhu Hassan hatoshi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi hatuamini kwamba kutotosha kwake kunatokana na jinsia yake. Hapana, sisi hatuamini kwamba kutotosha kwake kunatokana na uzanzibari wake hapana. Tunaamini kwamba Watanzania wameitwa Watanzania baada ya muungano wa nchi mbili, Tanganyika pamoja na Zanzibar, lakini tunaamini kwamba CCM, chama ambacho yeye anakiongoza, kilishindwa kuitawala na kuiletea Tanzania maendeleo zaidi ya miaka 30 nayo iliyopita. Kwa hiyo tunakataa kuongozwa na CCM na Mama Samia akiwepo, kwa sababu chama anachokiongoza kilishashindwa, hakina tena nguvu ya kuweza kuwaletea watanzania e, maendeleo. Kwa maana hiyo, tunawakaribisha wale wote wanaoamini kwamba CCM imeshindwa, tushikamane ili hatimaye tuweze kuleta maendeleo ya kweli yanayotokana na utajiri halisi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Tulitoa wito, tuliandika makala mbalimbali nawaomba Watanzania kokote walipo, wengine kwa majina yao kwa kuwataja mmoja mmoja, lakini wengine kwa kuwataja kwa anuani zilizokuwa zikitumika kisiasa kuwatambulisha. Miongoni mwa watu muhimu tuliowahi kuwaomba waungane na sisi ni pamoja na waliokuwa wakiitwa G55. Kwa hiyo leo, moja katika eh, mambo ambayo wanatarajia Watanzania hasa wanakafu waliokuwa mbele yako, makamu mwenyekiti, ni kutaka kuona je, katika wito wetu, katika yale ambayo tumekuwa tukiyafanya na tukiyapambania, watu wanaojitambulisha kwa idadi kubwa ya watu, lakini wakiwa na uongozi wao, mara nyingi mazungumzo mazuri baina yao yanafanywa kupitia viongozi wao badala ya kuwa kundi kubwa la watu. Kwa hiyo tunatarajia kuona je, kuna mwitikio gani na kikawaida, mikataba na makubaliano makubwa huwa inafanywa kupitia kwa wawakilishi kwanza kabla ya wengine baadaye. Kwa hiyo leo hii wanakafu hapa wanataka kujua kupitia kwako, kwa makamu mwenyekiti, nini kitaenda kutokea. Lakini kabla ya kufika katika hatua hizo, nitumie fursa hii kumkaribisha